Pombe Magufuli amefanya kazi, ameanza kazi kwa kufanya ziara ya kushtukiza katika wizara ya fedha kwa kutumia miguu kutoka ofisini kwake Ikulu hadi wizarani hapo, chumba kimoja hadi kingine na kuonyesha kushtushwa na idadi ndogo ya wafanyakazi waliopo ofisini. <tosilis> Naye hayupo wa hapa na anaitwa nani? Beda naye hayupo. Ehe, wa hapa naye hayupo, anaitwa nani? Wa hapa, kwa hiyo ambao mpo humu, nani? Sogea tu wewe, wewe mtu safi sana njoo wewe. <coughs> wengine wote we hawapo, wameenda wapi? Na we ndio bosi. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, hawapo. Wameenda kunywa chai.